Tarehe 2 Oktoba mwaka 1989 yakiwa majira ya saa 11 jioni katika hospitali ya Amana jijini Dar es Salaam, ilisikika sauti ya mtoto aliyezaliwa katika familia ya Hariduni, ikasikika sauti ya Nasibu. Wazazi wake walimupa jina la na Nasibu, wakiamini ni jina la bahati. Hata hivyo, cheti chake kikaandikwa kwa jina la na Nasibu Abduru Juma. Alipokuwa na umri mdogo, wazazi wake walitengana. Baba yake sasa anafahamika kama mlezi, akamwacha bila msaada wowote. Nasibu na mama yake wakaamia Tandale Maharibi, alipokuwa akiishi bibi yake mzaa mama, na hapo ndipo yakawa makazi yao. Mnamo mwaka 1995 alianza kupata elimu ya chekechea katika shule ya chakula bora iliyopo Tandare hadi alipomaliza na kujiunga na shule ya msingi mnamo mwaka 1996 katika shule ya msingi ya Tandare Magharibi iliyopo jijini Dar es Salaam. Hii leo ninakuja kumzungumzia msanii maarufu Diamond Platnumz. Karibuni sana. Mwaka 2005 kuna kijana alisafiri kwenda Tanga akiwa na dhumuni ya kuomba kutumbuiza kwenye tamasha la mwanamuziki afahamikaye kama Q Chief, akiwa na hofu moyoni, lakini akajipa ujasiri. Hata hivyo hofu yake ikawa kweli, mabamusa wakamtimua alipojaribu kuwaelewesha, wakamubeba juu hadi kumchania shati aliyokuwa amevaa na kumtupa mpaka nje. Miaka kadhaa baadaye kijana huyu alikuja kutimiza ule msemo wa swahili usemao hakuna lisilowezekana chini ya jua. Ama kweli maisha ni kama sarafu iliyotupwa angani, huwezi kujua itadondokea sehemu gani. Kukamilisha safari ya maisha, inambidi binadamu yoyote kupitia hatua mbalimbali, ambazo kama unazipitia kwa sahihi, unaweza kufanikiwa. Leo tunamwongelea kijana huyu wa Kitanzania aliyeacha alama ya almasi kwa kila hatua aliyopiga. Almasi iliyokuwa na mwanga uliomulika watu wengi na kubadili hatima ya watu wengi uliomzunguka. Jina lake lilianza kusikika kwa Watanzania wengi mnamo mwaka 2010 kupitia kibao chake maarufu cha Nenda Kamwambie. Wimbo uliogusa hisia za Watanzania wengi hasa hasa wale waliojivika pingu katika ulimwengu wa mapenzi. Ubunifu wake katika utunzi, na radha yake katika muziki ukamfungulia kupokelewa vema na watu mbalimbali ndani na hata nje ya Tanzania. Akabadili muziki wa Bongo Fleva, na kupitia muziki huo Diamond Platnumz akaweza kuyabadili maisha ya vijana wengi waliopoteza matumaini na kuifanya dunia nzima kuitazama Tanzania kwa jicho la heshima kwenye nyanja ya muziki na burudani. Pamoja na mafanikio makubwa aliyokuwa nayo Diamond Platnumz, ambaye sasa ni mmoja katika wanamuziki wakubwa barani Afrika, lakini mwanzo safari yake alikuwa mmoja kati ya walalahoi wasiojua hatima ya kesho yao. Historia ya maisha yake ilianza zaidi ya miaka 30 iliyopita Oktoba 2 ya mwaka 1989 yakiwa majira ya saa 11 za jioni katika hospitali ya Amana jijini Dar es Salaam, ikasikika sauti ya mtoto aliyezaliwa katika familia ya hali duni, ikasikika sauti ya Nasibu Inyange. Wazazi wake walimupa jina na Nasibu, wakiamini ni jina la bahati. Hata hivyo, cheti chake kikaandikwa kwa jina na Nasibu Abduru Juma. Alipokuwa na umri mdogo, wazazi wake walikuja kutengana. Baba yake anayefahamika kama mlezi akawacha bila msaada wote. Nasibu na mama yake wakaamia Tandale Magharibi, alipokuwa akiishi bibi yake mzaa mama, na hapo ndipo yakawa makazi yao. Mnamo mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano alianza kupata elimu ya chekechea katika shule ya chakula bora iliyopo Tandare na hadi alipomaliza kujiunga na shule ya msingi mnamo mwaka 1996 katika shule ya msingi ya Tandare magharibi iliyoko jijini Dar es Salaam. Ulipofika mwaka 2000, akiwa darasa la tano, Diamond Platnumz alionekana kupenda sana muziki. Kwa hivyo alianza kunakili baadhi ya mashairi ya wasanii wengine waliokuwa wanasumbua sana kwenye kiwanda cha muziki kwa kipindi hicho. Mara nyingi mama yake alikuwa akimnunulia kanda za albumu za wasanii tofauti tofauti, na kumwandikia baadhi ya nyimbo za wasanii ili mwanaye aweze kuzishika na kuziimba kwa urahisi, na wakati mwingine hadi kumupeleka katika matamasha tofauti tofauti ya vipaji ili mwanaye apate nafasi ya kuimba, kitu ambacho jamii iliyomzunguka haikupendezwa nacho hata kidogo. Wakaona kwamba mama huyo alikuwa mama wa tofauti, wakaona anampotosha na kumharibu mtoto wake. Kiukweli, hali halisi ya maisha yao ilikuwa ngumu sana hapo mwanzoni. Bi Sandra hakuwa na chanzo kinachomwingizia kipato, kama vile ambavyo nilisema, Diamond Platnumz alikulia Tandale katika familia ya hali ya chini. Wakati akiwa na umri wa miaka 17 alianza kujitafutia riziki kwa kuuza nguo za mitumba na mafuta, akilenga kujiwekea akiba ya kwenda studio kulikodi muziki. Aliposhindwa kupata fedha za kutosha aliuza pete ya dhahabu ya mama yake ili aweze kutimiza ndoto yake ya kurekodi wimbo wake wa kwanza. Toka mwanzo haukufanikiwa sana lakini ulikuwa mlango wa kumkutanisha na meneja wake wa kwanza aliyemlipia muda zaidi studio. Mwaka 2010 aliachia akamwambie, wimbo uliomfungulia milango ya mafanikio ukamupa tuzo tatu kubwa na kumtambulisha rasmi kwenye ramani ya muziki wa Tanzania. Diamond Platnumz amekuwa kinara wa muziki wa Bongo Flava akichanganya midundo ya tarab, R&B na rap ya kisasa. Nyimbo zake kama namba one aliyomshirikisha Davido zilimupa nafasi ya kimataifa. Alijifunza Kiingereza mwenyewe ili aweze kuimba kwa lugha hiyo, jambo hilo lilo murahisishia kuvuka mipaka ya lugha. Munamo Machi mwaka elfu mbili na kumi na nane alizindua albamu yake ya tatu Hey Boy From Tandale jijini Nairobi, Kenya. Albamu hiyo ilikuwa na nyimbo 18 ikifuatwa na mafanikio makubwa kwenye majukwaa ya kimataifa. Diamond Platinums ameshinda tuzo nyingi zikiwemo kutoka Channel O, MTV, Sound City, Kilimanjaro Music Awards, Hedis, Afrima na zingine. Amechaguliwa mara tatu kwenye tuzo za BET kama msanii bora wa kimataifa mwaka 2020. Alifikia zaidi ya views bilioni moja kwenye YouTube. Rekodi kubwa kwa msanii kutoka kusini mwa jangwa la Sahara. Mbar na muziki, Diamond ni mujasilimari mwenye mafanikio yeye ndiye mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa WCB Wasafi, lebo ya muziki inayowalea wasanii kama ravarava rava, mboso zuchu. Pia anamiliki Wasafi FM na Wasafi TV. Kampuni yake inashirikiana na Wana Music Group kusaidia kusambaza muziki wa Afrika Mashariki kimataifa. Diamond, inasemekana ana watoto wa nne kwa wake tofauti. Maisha yake ya mapenzi yamekuwa gumzo mtandaoni mara kwa mara, lakini bado amebaki kiwa kipenzi cha mashabiki wake. Kutoka kijana mtaani aliyeuza pete ya mamake hadi kuwa msanii anayelipwa mamilioni ya fedha kutumbuiza kwenye matamasha, Diamond Platnumz amekuwa mfano hai wa ndoto zinazotimia kwa bidii, maono na imani. Ulijua Diamond Platnumz msanii wa pili barani Afrika kumiliki kituo cha television na radio? Imeandikwa broker Nasibu Abdur Juma Isaac maarufu kwa jina la kisanii kama Diamond Platnumz. Majina mengine ya kisanii ni kama Chibu Simba, Nasibu Kichwa Simba na Masimba ama Dangote. Alizaliwa Dar es Salaam Tanzania, tarehe 2 Oktoba mwaka 1989. Ni mwimbaji wa nyimbo za bongo Flava na mtumbuizaji kutoka Tanzania. Ni mwimbaji na mtunzi wa muziki wa kitanzania ambaye ana uwezo mkubwa wa kiushindani hivyo ana mashabiki wengi ndani na nje ya Tanzania. Inasemekana kuwa ndiye msanii wa Afrika Mashariki na Kati anayependwa na watu wengi zaidi kwa sasa. Amekuwa na nyimbo nyingi zikiwa ni pamoja na Number One, kibao ambacho alikiimba na mwimbaji kutokea Nigeria maarufu kama Davido, na wimbo mwingine Komasava remix alio washirikisha wasanii kutoka Afrika ya Kusini, Kari Harrison Shrein Kosi, pamoja na Jason Derulo kutoka Marekani na Sibu Juma ameshinda tuzo nyingi zinazoandaliwa na Channel O na Hip Hop Music Awards. Pia amefanya kazi katika mkutano mkuu wa ndugu Afrika Mei mwaka 2012. Imeaminika kuwa ni msanii anayelipwa kutumbuiza kwenye tamasha kutoka nchini Tanzania kwa bei ya juu kabisa na makampuni ya simu ya mikononi kwa mwaka 2013, pamoja na kuwa kati ya wasanii wanaopata kipato cha juu zaidi katika sekta ya muziki Afrika Mashariki. Aidha, msanii huyu amekuwa hasimu mkubwa wa kimuziki na msanii Arkiba, ijapokuwa wote wawili wamekuwa wakikataa uhasama hasama baina yao, wakihamishia tuhuma hizo kwa mashabiki. Diamond Platinumz ni mzaliwa wa Dar es Salaam mwenye asili ya Kigoma. Diamond ni Muislamu. Mwaka 2010 alikubali chama tawala cha Tanzania, Chama cha Mapinduzi, na mgombea wake wa urais Jakaya Kikwete. Pia aliandika remix ya wimbo wake mmoja na Nasibu Juma anasimamiwa na Babutare pamoja na Saidi Fera kutoka sekta ya muziki wa Tanzania. Anasemekana kuwa mwanamuziki tajiri zaidi katika Afrika Mashariki. Mnamo Februari mwaka elfu mbili na kumi na nane alizindua Wasafi TV na radio yake mpya nchini Tanzania. Na Sibu Juma aka Diamond Platinums aliachia albamu yake ya kwanza mnamo mwaka elfu mbili na kumi iliyokwenda kwa jina la Kamwambie yenye jumla ya nyimbo kumi na mbili baada ya hapo akatia albamu ya pili mnamo mwaka 2012 iliyoitwa Rara Salama ambayo ilikuwa na nyimbo kumi. Pia alizindua albamu yake ya tatu Hey Boy from Tandale huko Nairobi katika maandamano ya mwaka 2018. Mnamo mwezi Disemba mwaka 2019 Nasibu Abdul Juma alizindua rasmi msikiti mjini Kigoma aliyoharamia na kuikabidi kwa viongozi wa Islamu wa mji huo. Sheikh Ponda Isa alisema hakubali msikiti huo kwa sababu anaamini pesa za ujenzi huo ni haramu, akikosoa viongozi wenzake wa Kigoma. Pia ametoa extended playlist AP inayoitwa first of all FOA tarehe 11 Machi mwaka 2022, ambayo ilipata watazamaji wengi ndani ya muda mfupi. Tarehe 3 Mei mwaka 2014 Diamond Platnumz aliweka rekodi ali mpya kwenye tuzo ya muziki ya Tanzania kwa kushinda tuzo saba ikiwa na pamoja na mwandishi bora wa kiume msanii bora wa kiume mwandishi wa maneno bora na msanii bora wa kiume wa mwaka. Rikodi ya awali iliwekwa na asilimia ishirini msanii wa kurikodi ambaye, ambaye alitembea mbali na tuzo tano katika tuzo za muziki Tanzania. Kwa kufikia mafanikio, Nasibu Juma aliweka rikodi ya kushinda tuzo tatu katika tuzo za mziki wa Tanzania kwa mwaka 2024 Diamond Platnumz hajashinda tuzo yoyote kubwa. Hata hivyo, alitumbuiza kwenye tuzo za CAF mwaka 2024 zilizofanyika nchini Morocco. Aliteuliwa katika tuzo za muziki za Tanzania Tanzania Music Awards katika kipengele cha wimbo bora wa mwaka kupitia wimbo wake yatapita. Pia mwaka 2024 mwezi Disemba alifanya kazi na wasanii mbalimbali akiwemo Simi kutokea Nigeria na Fally Ipupa kutokea katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Katika kutangaza biashara ya mtandao wa Atl Smarta Data, alitoa nyimbo kama namb Nana kidogo melu Fire eneka hareruya beauty Iena pamoja na Baira. Kuhusu nyimbo zingine, kunatoka mwanzo jisachi kamwambie mbagara nimpende nani moyo salama nitarejea nataka kulewa kesho kizaizai mziki gani buibui mdogo tampata wapi nasema nawe unanipenda sarome I miss you zilipendwa sikomi na niache nyimbo alizoshirikishwa kuna utamu nimechoka kipi sijasikia zigo remix make me sing loving you love na kupenda love you die koko baby love bot kulewa yango va Africa na jua Shake Poswa wa Toramali Lokonoro Remix. Nakushukuru sana kwa kunitazama na kunisikiliza wakati ambapo nimekuwa nikikuletea habari za msanii Diamond Platnumz kutoka Tanzania. Ni msanii anayewakilisha vizuri muziki wake nchini Tanzania, Afrika kwa ujumla na katika kimataifa. Shukrani sana kwa kunitegea sikio na kunitazama. Kwa majina naitwa Manasse Manirakiza aka Naibu Kilonzo. Tukutane wakati ujao. Kwa herini kwa sasa.